Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Uh, shekhe, mina maswali mawili uh, la kwanza nipate nini hukumu ya mtu ambaye ana tuseme, kama anahirifu au anachelewa kwenda na imamu. Mfano, tuko kwenye rukuu, yeye bado anaendelea kumalizia sura zake ambazo alikuwa anasoma, kama na Alfatiha, au na sura nyingine. Sisi tuko chini, yeye ndo anakuja huku chini, yaani anapishana na imamu sasa sijui nini hukumu yake. Lakini ya pili uh, ni wakati gani wa kutoa shahada wakati tuko kwenye kikao cha tahiyatu Nimeona kuna watu wengine tunatoa kwa, kwa, tunasoma ile afu tunatoa wakati wa shahada pale, neno la shahada la kushuhudia, na sisi tunanyosha kidole, na kuna mwingine anatoa kabisa mwanzoni anaanza, kwa maana ya kwamba anasema, wengine wanasema haihusiani yale maneno pale, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, wakati ule kutoa au kutoa mwanzoni yaani ile kidole kushuhudia akina mahusiano na yale maneno ya pale. Sasa nataka tupate ufafanuzi kidogo, pengine nani tunakuwa tunakosea. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Katika swala ya jamaa, mutaba'atu al-imam wajiba ule kumfuata imamu akisema Allahu Akbar, samillhamid awee, kumfuata kwa sababu nas jamaa ni na jambo la lazima, sio kwamba ni option. Sasa kuna mtu ana uzito, anaweza imamu akaenda Allahu Akbar, bado anamalizia surati Fatiha, au labda baada ya kwenye rukuu hii. Na hukumu gani? Hukumu yake huyo mtu akiwa atachelewa kwa kiasi cha imamu kufanya vitendo viwili nguzo za vitendo yani akachelewa kwa kufanya nguzo za vitendo viwili yani imamu kwa mfano labda mtu katika surah al-Fatiha surah al-Fatiha ni nguzo lakini ni nguzo ya maneno kwa hiyo huyu maamuma ndio kwenye surah al-Fatiha imamu kashisema Allahu akbar kaenda ruku ruku ruku ni nguzo ya matendo akanyuka kaja itidali itidali ni nguzo ya matendo akaenda kwenye sida. Sida ni nguzo ya matendo. Sasa mtu akiwa mzito anasameheka kuwa nyuma au kuchelewa, kumchelewa imamu kwa nguzo mbili za vitendo, kwa nguzo mbili za vitendo ndani ya swala. Ikizidi ya hapo, swala yake inakuwa kama anajua eh, jamaa hapati eh, kama anajua swala batil kama hajui, manake fadhila ya jamaa haipati kwa sababu anachelewa kwa maana kumchelewa imamu. Lakini kama anajua kwamba kufanya hivi swala yangu e, yani nitakuwa e, simpate imamu, manake na swala yenyewe yote inabatilika. Kwa maana nini? Amechelewa nguzo mbili za vitendo. Lakini kama akachelewa nguzo moja a, moja ile ile akawahi kupatiliza kwenda mpaka chini atakuwa yupo ndani ya jamaa, kinyume cha hivyo hayupo ndani ya jamaa, na akiwa aliman dhakira, maana yake ni anajua hukumu ile jambo, na pia anakumbuka hakusahau, kwa sababu Uislamu unatoa excuse sana kwa wale ambao wanajisahau ndani ya ibada. Akiwa amesahau atasameheka, kwamba fadhila ya jamaa tuipate, lakini swala anayeisabika ipo. Lakini ikiwa kwamba amefanya kwa makusudi, basi na swala nyingine, kwa sababu gani? Mutabaatul imam ni wajibu Kumfuatisha imamu ni, ni wajibu hivyo, ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo hata wale wazito wazito, sasa mimi sijasoma Fatiha, ni nguzo uh, ukiona hali yako kama hiyo inabidi urukuu au usujudu ili usije ukaachwa na imamu nguzo mbili, za vitendo viwili, ina haribu swala na kile kilichokupita kinakuwa kinabebwa na imamu. Ama swala la pili ni katika ya kutoa shahada

Kwa mfano mtu amefika kwenye kikao cha kusoma tashahudi, alafu akasimama akawa anasoma tashahudi, swala batil. Lazima kukaa, pia akae, na pia kuisoma tashahudi yenyewe ni nguzo. Mtu mfano ajasoma tashahudi uh, e, ya pili ambayo ya mwisho ya kumalizia swala ndio nguzo uh. Ama hii ya pili katika sunna na baadhi sala ya kwanza ile, ama hii ya mwisho ni nguzo, kama mtu ajisoma pia sala yake ni batil. Ama ile ya kwanza, tashahudul awal ile ni sunna muakkada, ikiwa mtu ameiacha ndo anatakiwa kwa madhabi Shafi'i baadaye asujudu sijdati sahwi, aidha ameiacha kwa kusudi au kwa bahati mbaya, au alla hata imamu wake akawa ameiacha, basi yeye imamu hajasujudu sijdati sahwi, yeye maamuma ni inampasa asujudu sahwi, kwa sababu ya kumvunja targhima li shaytan na kum kumpa hali ngumu shetani, kwa sababu yeye ndiye anasababisha kusahau au kuacha jambo kama lile. Sasa kule kusoma tashahud kuna alaka au mafungamano na kunyanyua kidole tena, wengine ni kunyanyua tu na wengine ni kuchezesha. Sasa kuna riwaya pia tofauti tofauti zimekuja. Kwa hiyo ile kusema attahiyatu lillah attahiyatu mubarakatu salatu tayyibatu lillah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Zile je, zina mafungamano nayo kunyanyua kidole? Taban katika madhhabi Shafi'i ina mafungamano. Kwa nini? Kwa sababu hakadha fa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Wapi ndio hapo wamepishana maulama. Kwa hiyo anaosema kwamba haina mafungamano huyo, inabidi labda ameangalia tu ameangalia, sijiniseme vipi, nimpe udhu labda hajasoma zile fiqh ahadith Zile fiqh za hadithi, hii haina mafungamano hivi? Ndio, ina mafungamano, na ukitaka kujua ina mafungamano, ndio maana ukaona ikatokea ikhtilafu ya kwamba Mtume aligandisha kidole au alichezesha. Ikatokea ikhtilafu kwa sababu gani? Ina mafungamano ya tashahudi, ina mafungamano, na eneo lake ni nini? Ni ile ya tashahudi. Sababu ya kuitwa kidole cha shahada kwa sababu ya kufanya tashahudi katika ile

Ndiyo, tunanyoosha kidole kwa maana kuonyesha, ni ishara ya tauhid ya kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja tu na Mtume Muhammad alikuwa amefanya hivyo kwa kuconnect baina ya fiili na baina kauli na fiili, yani huku wahid na kitendo kwenye kufanya huku, akaonyesha kwamba ni wahid, ni mmoja tu kwa hiyo, ashhadu alla ilaha illa Allah pali ndio sehemu ya kunyoosha kidole tena. Mtume alikuwa akiweka kidole chake inachora kwa lugha ya Kiarabu namba 5t au kwa namba za hindi tunasema 5tat akinyoosha kile kidole chake. Sasa baina ya kuchezesha na kuchezesha ndo khilafu, riwaya yenye nguvu, kwa sababu walipokea hadithi za kuchezesha eh, ni mmoja tu kwamba ndio alimwona mtume so saaslam, kama kidole chake anafanyaje, anachezesha. Lakini waliopokea riwaya kutokuchezesha ni kumi na moja katika wale marau ko. Riwaya yenye nguvu sio kuchezesha, riwaya yenye nguvu ni kutuliza kidole, lakini haiharibu swala hata mtu akichezesha ajachezesha aifanyaje aiharibu swala iganampiga shetani kabisa, li kuchezesha, lakini asala ni kitu cha nidhamu. Na wale waliosema kidogo amechezesha kidogo, kwa sababu gani? Yule aliyopokea ambaye ni peke yake, ambao hiyo wanaita hadithi shadh, yani nke mtu peke yake, katika mahufadhi wote wamepokea maharakasbaihi hakuchezesha mtu kidole chake, lakini wakatokea wengine wakas wamechezesha. Hii inaitwa ni hadithi yake mutafarid, mtu amejitenga, mtashadhi, katika mambo ya elimu ya hadithi. Kwa hiyo sasa akaona ile taimu ya kunyanyua kidole Mtume swalla alayhi wasallam na kukiweka sawa, kwa sababu kama sasa kunyanyua kidole kwa kawaida ukikiregeza kitarudi kwa ile mujada wa kunyanyua Eh, na kukaa sawa kidole, yeye akaona kama mtusa alikuwa anafanya, anachezesha ndio akaja na rai kwamba tahriku usbai sunna kwa sababu anaona mtusa salam. Lakini riwaya yenye nguvu kwa sababu hifadhi zaidi ya kumi na moja katika kumi katika hao wamesema mtusa anachezesha kidole na vile mchezo kidole, kwa hiyo ina mafungamano ina mafungamano na mahali pake ni pale ashhadu alla ilaha illallah kwenye lafdhul jalala. Baada ya pale, niendelee kukigandisha kidole au nikiachie, hiyo inategemea na situation yako wewe. Jukumu kubwa ushafanya pale, la ilaha illallah, kuonyesha kwamba kauli na kitendo. Baada ya hapo ukaamua kuondoa, uka ukae mpaka mwisho, haina tabu katika sheria Allah taala na hisi. Umefahamu? Asante, jingine.